Wakenya wanataka kujua ukweli. Je, hii ilikuwa ni ajali ya kawaida ama ni ajali ambayo imebuniwa na watu fulani? Ubunifu ni wa aina nyingi. Sasa hivi kutumia vyombo hivi is very easy to monitor. Sasa hivi, my son knows am here, anaangalia tu ile app, anajua niko hapa at any given time. so unaweza kutumia vyombo hivi na na kupanga kupanga mambo hatari hatari. Hatusemi kwamba hivyo ndilivyofanyika, lakini tunataka ukweli ujulikane, udhihirike wazi. Ndio wakati tukienda kumpumzisha ndugu yetu CJ, kila mmoja wetu angalau amepata kuridhika. Lakini iwapo kutatokea maneno ambayo hairidhishi, basi Wakenya hawatakubali Uzoefu wa kwamba siku hizi mtu anaweza tu kuwa banked off, kuwa taken out and life continues. We owe it to our brother Cyrus Jirongo kufuatilia kwa umakini sana swala hili na sio tu accept and move on. I don't think this is a case for accepting and moving on because here is a true Kenya a leader